Hapa Machakos na Mheshimiwa Rais, nataka kuchukua nafasi hii ya kwanza kuweza kukupongeza na kukushukuru kwa sababu katika uongozi wako umehakikisha umejumuisha kila mmoja katika jamii aweze kuchangia mambo ya maendeleo ya uchumi wa Kenya. Na Mheshimiwa Rais, wewe ndio rais ambaye pia umeweza kuwapanga vijana katika kila sehemu na kila nyanja, umeangalia vijana na umeweza kuwapanga ili waweze kuchangia katika maendeleo ya Kenya, na wakati ambao uko na ruwaza ya kuhakikisha Kenya pia inakuwa kama Singapore. Siku ya leo hapa Machakos, hawa vijana wote wako katika safari ya Singapore, na imeanza hapa na wao. Mambo haya ambayo ya pesa ya biashara ambao watapata leo ni njia moja ya kuhakikisha wameweza kuchangia uchumi wao, uchumi wa jamii, na uchumi wa Kenya. Kwa hivyo, your excellency we want to congratulate you and we want to say